Hello, mambo vipi? Kufanya savings ama kuweka akiba sio kwa watu wenye pesa nyingi tu, ila ni kwa mtu yoyote ambaye anataka kuwa huru. Kwa hiyo kuna wakati ambao tunaongea sana kwenye channel kuhusiana na savings, kuweka akiba, kuweka akiba, lakini kuna baadhi ya watu na wenyewe bado wengine, hadi wanatumia DM kwamba mimi jamani, siwezi kuweka akiba. Kwa hiyo mimi mara nyingi sana nasema Kuweka akiba sio kwamba hauwezi, ni kwamba haujaamua tu. Kuweka akiba haijalishi una kipato gani. Yani, kuweka akiba kila mtu anaweza. Usitegemee, si kwamba mpaka hela zako ziwe nyingi ndo uanze kuweka akiba. Hapana, hapa hapo ulipo na kipato kidogo, basi unaweza kujibana na kuweka akiba ya fedha, ili baadaye utakuja kuwa na hela nyingi, basi unakuwa umeshazoea. Hiyo ni hali ambayo unaifahamu na unaelewa namna gani ya kuweka akiba. Vile vile tunapaswa kufahamu kitu kimoja, kwamba kipato changu kinaweza kikaa tofauti na kipato cha mtu mwingine, au kinaweza kikaa tofauti na kipato chako. Kwa hiyo hata uwekaji wetu wa akiba lazima utakuwa unatofautiana, yaani your savings may not be the same as my savings. kwa hiyo wewe usijilinganishe na mtu mwingine, na financial behavior yenyewe inatuambia kwamba kila mtu anaweza kuweka akiba kila mtu kwa hiyo kwamba anamaanisha hapa kwamba mwenye kipato kidogo basi aweke kiasi kidogo mwenye kipato kikubwa aweke kiasi kikubwa kwa hiyo usiseme mimi siwezi kuweka akiba jitafakari jitathmini, jiangalie andaa bajeti yako alafu uelewe kwamba mimi kulingana na kipato changu basi akiba naweza kuweka kiasi fulani usiseme mimi siwezi kuweka akiba Hapana, kila mtu anaweza kuweka akiba. Kwa hiyo hakikisha unajiwekea akiba yako, na kama tunavyojua kwamba akiba inakuja kukusaidia baadaye. Ukifanya savings, utaweza kuja kuinvest. Ukifanya savings itakusaidia hata kwenye wakati wa dharura, itakusaidia kwenye vitu vingi sana. Kama wenyewe wenyewe mnajua tu, kipindi cha juzi hapa tulikuwa na lockdown ya muda mfupi tu, lakini mtu ambaye alikuwa hana akiba yoyote ile, wengi walikuwa wanatapatapa, kwa sababu utatumia nini? Utakula nini? wewe upo ndani nani ghafla kwa hiyo ni lazima ujifunze kuweka pesa kidogo, na wakati wote ambao unaweka akiba hakikisha unakuwa na lengo kwamba unaelewa, mimi pesa yangu naiweka kwa sababu fulani. Usiweke tu pesa kwa kusema mimi nimeiweka tu, utakuwa hauna ule uvumilivu wa kusema sitaitoa, lakini unaoshangaa tu kishida kidogo tu kitu kidogo tu yaani, unaenda unaitoa ile hela, kwa sababu hauna malengo nayo. Kwa hiyo mara zote weka akiba ukiwa na lengo lako, unajua kwamba mimi hii hela labda kwa ajili ya kusoma, au unaenda kulipia elimu, au hii pesa kwa ajili ya safari, mimi nataka niende safari siku fulani. Hii pesa kwa ajili ya kufanya investment, hii pesa nataka ninunue kitu fulani. Yaani, wewe mwenyewe unajijua kabisa, hii pesa naihifadhi kwa sababu fulani. Ukiwa na lengo pesa yako utaweza kuhifadhi kwa nguvu zote, hautakuwa mzembe, kwa sababu unataka lengo lako litimie. Lakini ukiwa hauna lengo, pesa yako unaweka tu, unaweka tu, siku kujisikia, unatoa tu, unaenda kuitumia. Kwa hiyo hakikisha tunasema kuweka akiba wewe, lakini lengo pia, unaloweka pesa hizi unaziweka kwa sababu gani? Uwe na lengo lako. Kwa hiyo kikubwa tu ni upate huu ufahamu kwamba akiba itakusaidia baadaye Savings itakufanyia investment baadaye. Kwa hiyo hifadhi pesa yako, usitumie pesa yako yote. Kama umepata kitu kipya kupitia video hii, tafadhali share na mtu mwingine, ili aweze kujifunza kama ulivyojifunza, na pia acha komenti yako hapo chini, andika neno savings ili tuweze kuandaa maudhui mengine mengi sana kuhusiana na mada hizi. Asante, mpaka wakati mwingine, bye.